Wanaume tumejisahau kwa sababu majukumu mengi mengi tumemwachia mama, na kutokuelewa kila kitu. Baba unampa hela, mama ananunua nguo za watoto, watoto wanafikiri kwamba ni mama ndiye amefanya nini, amenunua uniform, badala ya baba ukanunua uniform. mama unampa hela mama anaenda kununua, kwa mahitaji mengi ndani ya nyumba, baba unatoa, lakini unapotoa watoto hawajui kama umetoa. Mwisho wa siku, mnapokuwa watu wazima, mama anasema huyu baba alikuwa hanunui uniform, alikuwa halipi ada. Kumbe hiyo ada baba ndiyo kaitoa kapa mama akalipe ada, matokeo tunajenga matabaka kwamba baba hakufanya kitu lakini ni vizuri mambo mengine mwanaume simama katika zamu, amina. Ikiwezekana hata ada nendo kalipe, kuaminisha watoto wanalelewa na watu wawili, baba anafanya kwa sehemu na mama naye anafanya kwa sehemu, lakini wote kwa pamoja, amina, wana wa Mungu, amina, wana wa Mungu, tutajenga nawanjema, tutajenga kizazi kilicho jema. Kanisa letu zuri linaazimisha CMF, kiwa na maana ya kwamba mwanaume tunamtoa kichakani, lilipoanguka kule Yesu ana uwezo wa kurejesha upya kwa jina la Yesu, Yesu. Ukafanyika baraka kwenye ndoa yako, ukafanyika baraka kwa taifa, ukafanyika baraka kanisani, ukafanyika baraka kwa mchungaji wako. Mungu wa mbinguni awabariki sana, amina. Naomba nimwombe Mungu, naomba nimwombe Mungu a, kidogo tunaenda kuombea watu wa form 6 ambao panaanza mitihani Baba, katika jina la Yesu. Sante kwa ajili ya mtumishi wako huyu, Jehova Mungu, umemtumia kama chombo, amesema na kanisa kwa habari ya nafasi ya mwanamke, kwa habari ya nafasi ya mwanaume. Baba, ninaomba neno hili likazae matunda, tukapate kuona kizazi chema, ndoa zikiimarika. Sifa Jehova katika jina la Yesu Amen. Tunaenda kuomba ufikari. Kabla wa sijawakabidhi wanaume wazazi ambao watoto wao wanafanya mitihani ya form 6. Wanafanya mitihani ya form 6. Una ndugu yako anafanya mtihani wa form 6 pita mbele tuombe. Pita mbele tuombe. Una ndugu yako anafanya mtihani wa form 6, pita mbele tuombe. Wachungaji naomba tushegee, hebu tutamke kitu si kwa hawa tu bali hata kwa walio mbali huko. Bwana afanye kitu, Bwana watokee, Bwana wafanikishe, tuweze kuona matokeo mazuri kwa maana kizazi huathiri kizazi. Tukipata kizazi kilichochema, tukipata kizazi cha wacha Mungu, taifa litapona. Kutakuwa hakuna rushwa, kutakuwa hakuna uharibifu, kwa sababu kizazi kilichochema kitaambukiza wema kwa wabaya. Tunataka tumwombe Mungu ee. Amini Mungu atatenda, amini Mungu atatenda Amini Mungu atatenda. Tunatamani watoto wetu wafaulu, tunatamani watoto wetu wakae vizuri, na tunawaombea Watanzania wote, mitihani iwe mizuri, iwe ya baraka, yakatoke majibu mazuri, mwaka huu ukawe ni mwaka wa tofauti, ni mwaka wa tofauti. Hebu tuende mbele za Bwana, omba hapo ulipo. Aa yetu na Baba, katika jina la oh, Yesu Kristo.

Satamngaelo so mpige makofi Yesu Kristo, hebu wamini Mungu ametenda zaidi ya kutenda. Mungu yuko upande wako. Sikiliza mama, Mungu na naomba endelea kuomba napokuwa nyumbani. Iwe ni wiki ya kumuita Bwana tupate mawaziri tupate watu wazuri katika serikali yetu nzuri. Mungu awabariki sana.